Mama, mama. Bebi mwanangu, baba hajui Kiingereza. Wewe mtoto, wacha kumsema vibaya babako. Kweli, wakati wakati leo leo pale shuleni tumejifunza bebi ni mtoto, afu baba huwa anamwita yule Salome dada wakazi yule anasema bebi, wakati leo shuleni. Anamwita bebi, wakati leo shuleni amesema mm, bebi ni mtoto. We, baba, huwa anamuita bebi yule Salome dada wa kazi wakati yule Salome ni mkubwa. Mimi naondoka hapa na kwenda nyumbani, dada wa kazi anaisaidia kazi. Kumbe ninaitana bebi umundani, si ndio?